Nam, asante sana kwa kuendelea kutizama taarifa zetu. Nasi tukiendelea kukufahamisha, yaliyojiri ni kwamba mswada wa fedha wa mwaka 2025 umesomwa kwa mara ya kwanza bungeni, licha shugli ya shughuli ya kutoa maoni kuendelea. Hata hivyo, mwenyekiti wa kamati ya bunge la taifa kuhusu fedha, Kuria Kimani, amekana madai ya kuharakisha kupitishwa kwa mswada huo, akisema ratiba ya kusomwa na kupitishwa inaambatana na sheria. Mwanahabari wetu Seth Olale ana taarifa kamili. Huku baadhi ya Wakenya wakionyesha wazi wasiwasi kuhusu kusomwa kwa mswada wa fedha wa mwaka 2025 ili hali shughuli ya kutoa maoni inaendelea, kamati ya bunge la taifa kuhusu fedha imeeleza kwamba kusomwa kwa mara ya kwanza kwa mswada huo bungeni kunafuata taratibu za bunge. Aidha, mwenyekiti uh, wa kamati hiyo ya fedha inayoendelea kupokea maoni kuhusu mswada wa fedha wa mwaka 2025 amekana kuwepo kwa njama ya kuharakisha kupitisha mswada huo bungeni, kamati hiyo ikiapa kutopuuzilia maoni yanayotolewa na Wakenya, hasa pingamizi kuhusu maswala tata kwenye mswada huo kama vile ulinzi wa data. Huku shughuli ya kutoa maoni ikiendelea jijini Nairobi, Wakenya kutoka maeneo mengine vilevile vile watapata fursa ya kuwasilisha hoja zao wakati kamati ya bunge itazuru kaunti kumi. Seth Olale, runinga ya Citizen katika kaunti ya Nairobi.